Hujambo na karibu Hospitali ya Taifa Muhimbili Muhimbili National Hospital imetangaza kuwa jumla ya wanawake ishirini na wawili wako katika hatua mbalimbali mbali za upandikizaji mimba kwa kutumia teknolojia ya vitro fertilization IVF hii ni miezi kumi na sita baada ya kuanzishwa rasmi kwa kitengo cha upandikizaji mimba hospitalini hapo. Mkurugenzi mtenda, mtendaji wa uh, Muhimbili National Hospital Dr. Delila Kimambo amesema tangu kuanzishwa kwa huduma hii Septemba mwaka 2024 huduma zinazotolewa sasa zinatolewa kwa asilimia mia na wataalamu wa ndani hadi sasa kati ya wenza elfu mbili waliofika hospitalini kutafuta huduma, zaidi ya watu mia moja ishirini wameweza kufaidika na upandikizaji wa vichusi. Mkuu wa kitengo cha IVF Dr. Matilida Ngarina amesema baadhi ya wanawake wamefanikiwa kufikia hatua ya mwisho ya kutengeneza vichusi vilivyo bora vinavyopandikizwa kwenye tumbo la mama huku wanasayansi wakitumia mbinu ya freeze hall ili kuboresha matokeo. Daktari Ngarina pia alisisitiza kuwa maandalizi ya mwili wa mama kabla ya upandikizaji ni muhimu ili kuhakikisha mimba inashikiria na ukuaji wa kichusi ni mzuri. Gharama ya upandikizaji huu hospitalini inakadiriwa kuwa shilingi milioni kumi na nne kwa kila mtu, huku shilingi bilioni moja zikitumika kununua vifaa kutoka India. Haya ndio mambo ambayo nimekuandalia, langu jina la Salia kwa Maskini Msomi. Na hii ni Maskini Msomi TV, kitu ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Nakutakia kila laheri na kuombea sana Mungu akujalie na anijalie mimi ili tuweze kuelimishana na kufunzana. Nakutakia kila laheri.